Kama viongozi wa mkoa wa Waislamu, ukisema maneno yaliyonyooka, Mungu atatengeneza kazi zenu, mambo yenu Mungu atayatengeneza. Tuseme maneno yaliyonyooka, Mungu atatutengenezea maisha yetu sisi, nchi yetu Mungu atatengeneza. Lakini kama tutasema kombokombo, Mungu atatuachia, kwa sababu atukusema ukweli. Sisi viongozi wa dini hatuna haja ya kuogopa, tuseme ukweli. tutakia na heri. Mheshimiwa Rais amekutuma uja kutupa nasaha sisi, maana anatutakia heri kwenye mkoa wetu izike <laughs> tutaingizwa chocho na watu wasiotakia amani nchi yetu, mkoa wetu, uraia wetu, uzalendo wetu ni wa muhimu sana sisi kama Watanzania, maana sitaisi hata siku moja kwamba mimi ni wa nchi nyingine ni nyingi Mtanzania. Hmm, na kwa maana hiyo tunapozingatia hilo, na mimi ni wasihi waumini wenzangu watumishi wenzangu baba askofu, lakini pia mashehe, lakini pia makanisa yote na msikiti yote na wananchi wote wa Tanzania kwamba tutimize haki yetu yetu ni kura yako. Sisi kama viongozi wa dini sasa tuzungumze zaidi na vijana, tuzidishe dua kwa kumwomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, lakini tuzungumze zaidi na vijana, ndio wanaoingia sana kwenye mitandao ya kijamii, na wakishafika kule, wakiangalia tu wanaamini kile wanachokiona, kuwazungumza nao wazazi wakawaambia vijana wajitokeze wakapige kura, na wahakikishie tu kwamba nchi bado ni amani. Sisi kama viongozi wa dini tukubali kwamba hii nchi yetu sisi tunaisimamia kwa haki, na sisi tusiwe miongoni mwa wale wanaozungumza tofauti kulingana na uchaguzi huu. Sisi wa Tanzania tuwafundishe tu watoto, tukiongea sana na vijana, tukaongea sana na waumini oh, wetu makanisani misikitini tukawakumbusha kwamba kwa nini unaenda kupiga kura. Nchi ilikuwa wapi imefika wapi na inaelekea wapi? Mimi niombe wakuu wetu wa vyombo vya ulinzi usalama kwenye nchi nzima, kama ili zoezi inafanyika, basi tuombe kwamba niwanyamazishe vijana wetu watulie tu usalama, ili tukapige kura na baada ya hapo turejee majumbani. Hakuna mtu ambaye anakwenda kupiga kura kwa maana ya kwenda kuvunja amani. Mimi kwa uwezo wangu na kwa jitihada zangu nitahamasisha watu walioko chini yangu. Umoja wetu nguvu yetu kama taifa itayumba pale ambapo vijana wetu wataanza kujitoa katika fursa za kushiriki kuwaweka viongozi wetu wa yetu, kudianda, wa kwa sababu wakishiriki kuweka viongozi wetu wanapata fursa ya kujifunza kujiandaa kuchukua vijiti vya viongozi na wao kuwa viongozi. Ni sana viongozi wote wa imani walioko hapa, viongozi wa dini, kila mmoja anafurahia uwepo wa vijana, kwa sababu baba mkoa askofu atakapostaafu, shehe wa mkoa wako ukifika, ungependa vijana ambao wamejiandaa, wameshiriki kufunzwa na kulelewa, wanachukua nafasi ya kuongoza nchi yetu. Imekuwa nchi ya amani, imekuwa nchi ya utulivu, nchi ya watu kusikilizana, nchi ya watu kusemezana, kujadiliana pale ambapo tunaona tuna tofauti. Na ni lazima umoja huu mshikamano huu ujasiri huu wa Tanzania ule watu na baba wa taifa ya Julius Nyerere uendelee, lakini kama taifa ninaona umuhimu wa moja kwa moja, sisi tuungane, tuwe kitu kimoja, tudai tu, tu, uwepo wa maendelezo wa amani yetu mshikamano wetu na ile heri ambayo imekuwa ni heri ya taifa. Tunaingia kwenye uchaguzi mkuu moja, tuendelee kusisitiza, tuendelee kuhubiri, tuendelee kuwataka Watanzania wote kwanza waienzi amani na mshikamano wa taifa letu. Hii hakuna uchaguzi kama watu wakwenda kupiga kura hawatatoka, na hii ni mila na desturi iliyojengwa katika Jamhuri ya Muungano wetu ya kutufanya tuwe imara, tuwe bora, tuwe taifa la kuangaliwa na mataifa mengine yote. Kujinusuru taifa ni lazima tuondoe viashiria vyote vinavyoleta mashaka juu ya mwendelezo wa ustawi wa taifa letu. Katika kujadili leo, tujadili ni namna gani kila kiongozi aliyoko hapa atachukua fursa moja kwa moja yeye mwenyewe kuwasisitiza hawa watu wote wa hapa Musoma wa Mara na kanda ya ziwa na Tanzania kwa ujumla wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Ni jambo linaheshimisha nchi sana miongoni mwa mataifa. Vyombo vya ulinzi na usalama viko pale kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa kila Mtanzania, usalama wa kila Mtanzania, kila anayetakia mema nchi yetu hii ni lazima awe salama. Tunapoona kiashiria chochote cha kusumbua maisha ya mtanzania mwenzetu, hicho kitu hatukubali watanzania. Lazima amani yao, utaifa wao, eh? Na tunasema uwepo wa nchi lazima tuwe na kipaumbele namba moja kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Tunaposimama kwenye jamii kitu cha kwanza tuimbe sana utaifa wetu na utanzania wetu, tutoe sana elimu ya huo utanzania wetu. La kwanza. La pili, tueleze misingi ya utanzania wetu na azia wapi. Cha kwanza ni katiba. Katiba yetu lazima kieshi inapohitajika maboresho, hmm. yanafanyika. Katiba inafanyiwa mabadiliko kulingana nakipii taifa yote yanafanya. Twendeli tukatimize haki yetu ya kikatiba, haki yetu hmm. Mwezi huu, twendeli wajitokeze kwa wingi, wakapige kura, wachague rais zuri atakayeendelea kuisaidia nchi yetu. mm. Tuendelee kuwa na amani, utulivu, upendo na mshikamano mm. Toa kabisa kwa imani yako mm. kwani utakuwa unatenda jambo jema kwa hao unaowaelekeza na kwa taifa lao na, na si vinginevyo, wahamasishe Wa watu watoke kwa wingi tupige kura.